Uyo amepewa na yure

kutoa vitu pembeni na watu wao isikie vizuri. Mambo kwa mm. ushahidi. Wewe usiniambie. Ndio hivyo. Kwa hapa najiandaa shugango. Niende. Ndio yule yule mbaba yule anisindia juzi. Tupi. Mm. Nanza. Sinajua. <laughs> <laughs> Aya, unampanga kwenda saa ngapi? Ukwenda saa ngapi? Hapa na mita boda, najiandaa nenda zangu. Mnaenda. <laughs> A ai, hata siku mbili hazijapita. Siku mbili so zote za nini? Nimjua sana yule babangu. Mama basi tu nimja hapo, ni- unielekeze mzengo gani yangu Unatakiwa umchanganye asa, usijali haya mama. mamam

mapenzi na watoto yanatokea wapi? Vijana siku hizi mabaya kani, ni watu kwanza na mambo yalicho kwanza hivi. Ndugu yako ndo nini? Umeona video yake iliyovuja ile? Ndo nini yule mdada jamani? He, mtu yoni kwanza, maana sijaenda hata vizuri. Yani tu uko online kwenye, mimi sijaingia. Ngoja mama yangu tena, ndugu yako eh. Mimi nimebaki tu kushangaa eh. Wewe eh. Mimi taja niambia, na tunaishi nyumba moja, chumba kimoja

Wewe ni kuna toka asubuhi shoga. Ah, wewe na wewe useme. Upo upo, kutuzalia mapacha maana tunakusikia maana wewe unaingia. Yaani shoga yangu. Shida ni mimi ndio kama mnaangalia na mnaangalia na kitu gani? Una nini? Una nini kwani? Umekuta ni <laughs> ah, na nini mabana? Hasa nisicheke mtu umetoka kwa fram wa mdiko huzuni kitu gini. Kimekuta kipi? Kwa nini nachekesha? Hamna mama mwa uchekeshi kila kwa mashamshamu uliotoka nayo hapa asubuhi. Yani sikutegemea kurudi ukiwa kwenye liyo. Shida. Mambo yanabadilika. Usidambia <coughs> umekopa wa uyu. Ah, ujefika chochote. Ha Shida kati mimi nimekaa hapa nasubiria chips mamangu. Ngoja bana, ngoja bana. Naomba ukaoge. Naomba ukaoge wewe. Hilo jana bali naonekana kabisa ni kaela. Kaoge shuga yetu. Kaoge ndio uje tuoge. Ngoja bana, nikuangalia. Au wewe umeka kwenye manyonyo umeamua tu kunitania mimi msichana. Yaani, unamaanisha kwani umekopwa? Sijakopwa, pesa natumiwa, my dear. Unatumiwa wapi na wewe, anakudanganya?

Kuja ta kwako na mtenda. Usinichefue sasa. Mimi na usinichefue na nini? Usinichefue kabisa. Usinikumbusha hiyo pita sasa. Unamwona eti kama nilivyo. E kama hujaona basi kaki mimi hivyo. Kaki mimi hivyo hivyo. Sasa. Yana nitosha leo nikuta. Sasa. Kama unataka niambie pakaza video kanirudisha. Tena ndio usinitaje kabisa wewe mtu. Usinitaje.

Tuliachana na kitambo mbona? Shida. Kuna taarifa zinaendelea. Taarifa? Taarifa ya kuna video ya jeu imevuja. Video ya jeu imevuja yani kivipi? Jeu. Asiwe mwelekezaji. Ili sio video zikivuja na kwa hiyo ni video chafu. Yeah, chafu uvuja, yani unahusiana nini? Hebu nenda kwa ile poko. Unaona? Funo nikambata mwanzo kuliingia na malisha yote. Unafikiri unausafia kwa nini? Hah? Yeye na wapi na wapi mtanda. Soma shugha nini? Simu ya. Sinitakanyage akili yangu. Josi anahusika kivipi yani? Anahusika kwa kuto shuto kitu gani? Usijali, mimi nashtuka kuhusiana. Ni sawa tumeachana lakini, kumbuka kabla ya kuachana, ashakuwa mtu wangu yule. Wa kwa nikisikia vitu kama hivyo kidogo, lazima nishtuke. Sasa mtu mtu wako gani? Nabaki na shangaa yani. Jose huyo huyo, naye anahusika kwenye ujinga kama huo jamani.

Haiwezekani kabisa, natamani nataka kumjua nauta, haiwezekani haiwezekani eh? <tis> Halo salama, uko wapi uko wapi uko mambo ya uzima hayo yaachana nayo, uko wapi naomba ufike nyumbani kwangu haraka iwezekanavyo, yaani kuna dharura, naomba ufike haraka, maana siwezi kabisa kuhimili haya mambo. Naomba ufike chap chap, kuna afira, kuna umuhimu kia wa kiasi kikubwa. Kama hivyo utafika, haufiki nikufuate ulipo, ikiwezekana. <sighs> <sighs> chukua boda, yani ufike haraka ya hivi, unanielewa? Kaya shida nachukua na kuja dakika 5. Dakika tano, dakika tano. Yani afike haraka huyu mwanaume jamani, siwezi wezi mimi na maana mimi ni mjinga kiasi hiki, si ndiyo? hivyo eh Tch.

kushinda wa wangu Saku shinda wa wangu. Wewe, unahusika vipi na ile video hmm? yatu yeah. oh, kuvuja wata tuli ongea video gani tena? Usinitoe akili nina akili zangu timamu. nimekuuliza swali, naomba unijibu swali. unahusika vipi na ile video ya watu kuvuja, wewe mwanangu? Video gani mbona? mimi sihusiki ni kitu chochote hiki. Hmm, Usinione mimi mjinga wewe. Sasa mjinga unakuja hapa Sina kitu chochote kuhusu unayoongelea video. Video gani wewe? Hujui kwamba kuna video imevuja ya watu, yule mwanachuo mwenzetu? Unajitoa ufahamu si ndio? Ina maana mimi kukupenda kwangu imekuwa shida, si ndio hivyo? Haipo hivyo. Haipo hivyo vipi? Kule umefuata nini kule? Umeona nini kule ambacho mimi sina wewe mwanaume wewe? Mbona unatamaa hivyo wewe? Lakini unanipa tu alama za bure. Mimi sijafanya chochote. Sijui kuhusu yani video, yani ni mambo ya kile kabisa wanaume. Mbona unapopata kigugumizi mwanaume mzima wewe? Hivi wanaume mpoje? Unaniamini mimi. Siwezi kukuamini. Yaani siwezi kukuamini kabisa, yani siwezi. Kwa sababu unahusika, yani unahusika mwanzo mwisho wa ile video kuvuja wewe mwanaume. Kwa hiyo ndio kunafanya unizushie mambo ya kuku hivi. Mimi ni ya kuupload video? Hebu niangalie ya kuupload video. Hey, habari, mbona mizozo ni <finish> kawaida eti msichana <Australian> kwani wewe ulikuwa unatakaje? Sina kuuliza. Wewe ulikuwa unatakaje? Mbona unaingia kwa shari? Wewe kama watu tunaongea chumbani ngea kwa shari vipi? Sikiza nikwambie tena, naomba unisikize kwa makini. Nimekwambia naomba utupishe, tunahitaji kuongea faragha na watu wawili, unaniambia unanilazimisha hizo ah! faragha zingetoka pembeni mkaongee. Okay, wewe si ndo unaleta story. wewe si ndo umeniambia kwamba huyu anahusika kwenye ile video. sasa naomba uongee na yeye akiwepo hapa asikie kwamba ile video. wewe umeniambia kwamba je, anahusika na ile video? nahitaji kujua na nahitaji mueleweshe, maana mimi naongea, ananitoa ufahamu, kama mimi zuzu, kama kama vile mimi ninachokiongea sikijui. Aya, naomba uongee naye. Sasa unafanya kitu gani? Ongea taratibu Kwani ni uongo shemeji? Au video hiyo hamna? Bwana mimi sioelewi. Ina maana ni nitukie mimi mkuniambia kwa maana nina upload video. Wewe hicho kidogo kizitolea wapi? Yes. Kimevuja chuo. Una ushahidi gani? Tulia. Wewe si changa hivi. Eh, eh, Mama ni nishie video. Ni hapa. Uni. Uwa. Uni nani? Mama tunachukua. Mtu hiyo sisi. Wewe video umetolea wapi?